Leo tunazungumza na msemaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuhusu tukio lililovuta hisia za wengi, kuondoka kwa aliyekuwa mbunge wa Nyamagana Ezekiel Wenje, ambaye ametangaza rasmi kujiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Tukio hili limeibua mjadala mpana katika uwanja wa siasa nchini, huku baadhi wakiliona kama ishara ya mabadiliko ya nguvu za kisiasa na wengine wakitazama kama changamoto ya ndani ya Chadema. Tunataka kufahamu mtazamo wa chama kuhusu tukio hili. Athari zake na ujumbe kwa wanachama waliobaki ndani ya Chadema. Hapa tunazungumza na msemaji wa Chadema na kabla ya yote uh, ningependa uh, jitambulishe mwenyewe kwa majina alafu tuingie kwenye maswali kwa ajili ya kufahamu vitu baadhi. Uh, msemaji ningeomba ujitambulishe kidogo hapa kwa faida ya walio uh, wengi. Asante. Uh, kwa wengi naitwa Rupia. Naam, mkurugenzi. Sawa sawa. Sasa msemaji, bila kupoteza muda, twende kwenye maswali ambayo yamekuwa yakiwatatiza wengi na wengi wametamani kufahamu kutoka kwenu kwamba nyinyi mnazungumziaje swala hili, na swali la kwanza ni nyinyi, kama nyinyi mnazungumziaje hatua ya aliyekuwa mwanachama wenu Ezekiel Wenje kujiunga na CCM Kiuhalisia uh, mnapopoteza mpambanaji au komredi mwenzenu inakuwa sio mm. jambo la kufurahia mm. lakini kwa mwenendo wa wenze ambaye alikuwa pia ni mjumbe wa kamati kuu wa chama tangu uchaguzi wa tarehe ishirini na moja watu wengi bado walikuwa wana mashaka naye. Tulipofanya mkutano wa No, no, election kanda ya Victoria mm. Aliulizwa kwenye jukwaa mojawapo na katibu mkuu wa chama John John Mnyika, Wenje, wahakikishie wananchi kwamba wewe huna mpango wa kuhama Chadema, na alifanya hivyo mm. na akasema siwezi kuhama Chadema kwa sababu hiki chama kilimzika, um, mdogo wangu, ndio CCM walimuua mdogo wangu na hiki chama kikamzika, kwa hiyo mimi siweziama Chadema kwa sababu hiyo. Ya kushangaza juzi tena anaenda kwenye jukwaa la CCM na anatuhumu chama kwa mambo ambayo yeye mwenyewe aliyapambania ali, ali kama mjumbe wa kamati kuu wa hiki chama. Kwa hiyo ni mambo ya kushangaza, ila sisi kama Chadema tunamtakia kila laheri uko aendapo. Tulipo um, kilifanya kila linalowezekana ndio ndio, ili kuitafuta dola kukiwa naye. Lakini kama yeye ameona pumzi imeisha, basi tunamtakia kila la heri huko anakwenda. Sawa sawa. Na je, kulikuwa na taarifa labda yoyote ya mapema kuhusu uamuzi wa wake au uh, chama kilishtukizwa tu kama watanzania wengi na wanachama wa Chadema walivyoshtukizwa? Ha, kulikuwa hakuna taarifa kuhusu, kuhusu, kuhusu. Zaidi zaidi kulikuwa kuna tuhuma tu tangu siku nyingi kwamba any time Wenje akaondoka na yeye alikaa na hizo tuhuma. Kwa hiyo sisi tumeshtukizwa kama mlivyoshtukizwa nyie na wengi wanasema bado alikuwa ni dalali wa kisiasa. Kwa so hiyo inawezekana amedhihirisha tu kile ambacho watu wengi walikuwa wanasema. Sio maneno yangu, maneno ya watu. Sawa sawa. Na kwa mtazamo wa chama, nini hasa kilichomfanya Wenje achukue uamuzi huo? Je, ni mambo ya kiitikadi? ni maslahi binafsi au ni changamoto za ndani ya chama? Kwa sasa hakuna changamoto ndani ya chama. Chama kipo imara kuliko wakati wengine wowote. Wananchi wamepokea ajenda ya no reform, no election. Kila mtandao mm -hmm. Unatengeza no reform, no election. Hakuna hakuna mwananchi ambaye anaamini katiba. Kwa hiyo hakuna changamoto yoyote ndani ya chama. Hayo yatakuwa ni maslahi binafsi. Yeye mwenyewe amejitazama mwenyewe. Sisi kama Chadema tazama maslahi ya wananchi na hatuko tayari kushiriki huo uchaguzi ambao yeye anataka kwenda kwenye huo uchaguzi. So hayo mi naweza nikasema ni maslahi tu binafsi. ndio ndio. na kuna hii hoja hapa kwamba eh, baadhi wa nasiaso, ya wanasiasa wanahama vyama kwa sababu ya kutoona matumaini ndani ya upinzani unalizungumziaje hili? Brother, mimi nafikiri kwa mtu yoyote ambaye anapitia kwenye mitandao ya kijamii hmm anaona maana. Ukisema kwamba hiyo ni mitandao tu ya kijamii social media hazina nguvu au mm, wanaoandika kwenye social media ni wa... ndio ndio, na ni Watanzania wenzetu, sio vitu vinajitip vyenyewe. Hapana, kila ukiangalia um, comments za hicho chama kinaitwa CCM, unaona ni, ni, ni, ni, ni comment hasi, sio chanya Watu wamechoka kudanganywa, watu wamechoka ujanja ujanja, yaani kila Mtanzania anajua hilo. Kwa hiyo upinzani huko strong, wananchi wanaamini katika chama, wanaamini kwamba hiki chama sio kwa ajili ya watu ambao wanataka kujinufaisha wao wenyewe au hakiko kwa sababu ya ya, ya ya kupata maslahi ya chama, lakini kupambania maslahi ya wananchi. Hmm. Tumechoka habari za utekaji kupotezana, na ndio maana chama haiendi <laughs> kwenye uchaguzi. Tuliwambia kwamba msipofanya marekebisho kuria hatutaenda kwenye uchaguzi na kweli chama kimefanya hivyo, na, na mpaka dakika hii nafkiri uh, no reform no election imekuwa ni ajenda ya kitaifa, sio ajenda ya chama tena. Wananchi wao wenyewe ndio wanasema. Ndio, ndio, lakini kwenye hilo wapo ambao wanasema kwamba CCM imekuwa ikiwavutia baadhi ya wanachama wa Chadema kupitia vishawishi vya nafasi za uongozi na miradi ya maendeleo. Ili unalizungumziaje? Okay, um, mimi sijaona au, au wanachadema ambao wamevutiwa kwenda kwenda CCM wala itikadi ya CCM. Um, ukiangalia kwenye wajumbe mia nne na hamsini na, na, na zaidi mm, wa baraza kuu ni wajumbe arobaini tu ambao wamekihama hicho chama kamati kuu ina wajumbe wawili kuu ambao wamekihama hiki chama uki- ukiunganisha uki- na hiyo ya Wenje kuondoka juzi, mpaka juzi ilikuwa ni mjumbe mmoja wa kamati kuu ambayo amekihama hiki chama. Ingekuwa ni hivyo basi kuwa tumeshapoteza wapiganaji wengi wa hiki chama aikahii lakini chama tipo imara sana bado, we are going we are growing strong yani we are very nice. Hapa tulipo tunaenda vizuri, tupo sehemu sahihi, tunafanya yale yaliyo sahihi kwa wananchi. Ndio, ndio, lakini Chadema imekuwa ikisisitiza pia juu ya misingi ya demokrasia ya kweli. Uh, kwa tukio kama hili, mnafanyaje kazi ya kujenga imani kwa wanachama waliobaki wasikate tamaa? tukio kama hilo la Wenje kuondoka, mm. Sasa uh, bahati mbaya sana Wenje alishapoteza imani kwa watu, akisikiliza kuna spich ambayo mjumbe uh, um, mm. kama. mm. wa kamati kuu mwenzie Godbless Lema alifanya na akasema ingekuwa up to yeye basi Wenje angekuwa amefukuzwa kwenye hii kamati kuu siku nyingi sana. Haya ni matukio ambayo watanzania wanayajua kumekuwa kuna mienendo ambayo isiyofaa kwenye kwenye chama lakini pia isiyofaa kwenye jamii ambayo yeye alikuwa akiifaa. Kwa hiyo alishapoteza ushawishi si nyingi sana, kwa hiyo hili halina athari kwa chama chetu kabisa. sawa sawa, lakini kwenye hili uh, hivi chama kilishakaa na kujaribu kuwasiliana naye Wenje binafsi kwa uamuzi wake huo ambao ameweza kufanya Uh, mtu akishaondoka na akawa kwenye jukwaa la CCM basi hiyo ni mwanachama wa CCM. Kwa hiyo so hiki chama hakina hakiwezi kumhoji kwa lolote kwa sababu anakuwa sio mwanachama wetu tena. Hey, Chadema inasema ukisha hama chama mm wewe sio mwanachama wa Chadema, huwezi ukawa ukawa mwanachama chama kingine, sawa sawa. Lakini tunafahamu watu huwa uh, wakiondoka kama hivi, kuna kuwaga na maneno mengi sana sasa. Uh, nyinyi kama chama mmejipangaje kukabiliana na maneno ambayo atakwenda kuyazungumza huko, ama mambo mbalimbali? Kwa sababu tumeshuhudia wanasiasa wengi wanapohama chama huwa wanatoa uh, maneno ama siri ambazo ziko upande wa pili ambapo wametoka. angefanikiwa sana kama bado angeendelea kuwa na ushawishi, watanzania wangekuwa wana imani kwake kama hmm, walivyokuwa nayo hapo mwanzo basi, hmm, angefanikiwa kwa hilo, lakini kwa sasa sioni akifanikiwa zaidi. Zaidi sisi tunamtakia tu kila laheri huko anapoenda. Amechagua njia yake, sisi tunaendelea kubaki na njia yetu ya kutafuta haki na demokrasia ya kweli katika nchi hii. sawa sawasawa. Na una ujumbe gani kwa wanachama wa Chadema ambao waliona hili tukio kama ni tukio kubwa sana kuikumba Chadema na ni kama pigo hivi hivyo, una ujumbe gani wa mwisho wa kuwapatia? wafuasi wa Chadema. Uh, mimi napenda niwaambie wanachadema, tuendelee kuwa strong tu, tu, tu, tuendelee kubaki na imani kwamba haya yote tutayashinda. haki haijawe haiwezi uh, um, kufunikwa mm. iza haiwezi kufunika haki hata siku moja mm. tuendelee kuwa imara, tuendelee kushikamana, lakini tuendelee kupambania hii haki ya, na demokrasia ya kweli kwa njia ambazo kila mmoja yeye anaona itamfaa hapa. Sawa sawa, nina imani ni Watanzania wamesikia ujumbe wako mzuri pia kwenda kwao kwa wale wanachama wote wa Chadema na ufafanuzi wako umekaa vizuri kabisa, basi ni kushukuru sana sana kwa muda wako na kwa maelezo yako, bila shaka Watanzania watakuwa wamepata picha pana kuhusu mtazamo wa Chadema juu ya uamuzi wa aliyekuwa mwanachama wenu Ezekiel Wenje kujiunga na CCM. Asante sana. Haya, asante. Uwe na jioni njema ay